Kitu hakiwezi kuachiliwa kwako kama hakijafunuliwa kwako. Hawezi ukapata kitu ambacho hujakiona katika ulimwengu wa roho na kanuni za kiroho. Kuona kunatangulia kupokea. Hauwezi kupokea ambacho haujaona, lazima uone kwanza ndipo upokee. Kwa hiyo hata kama unataka kubadilisha maisha au mahali ambapo ulipo umepachoka, kiwango ulicho nacho kimekuchosha, haukiwezi kubadilika kama haujaona kipya tofauti na hicho. Kwa hiyo lazima ukae kwanza utengeneze cha nyingine mpya uone kitu kingine kipya. Ni kanuni kuona kunatangulia kupokea. Na ukichunguza sana, utaona kwamba hakuna kitu kinachohesabiwa haki kwa mtu kama hajakiona kwanza, haiwezekani. Kibiblia, hata Mungu aliposema na Ibrahimu juu ya kumpa nchi ya ahadi ambayo ni Kanani, haikuwa yake mpaka kwanza ameiona. Baada ya Ibrahim kutengana na Rutu, Mungu akamwambia, inua macho yako, tazama kaskazini na mashariki, magharibi na kusini. Anasema kwa kadri utakavyoweza kuona, anasema as far as you can see, kwa kiwango au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa. Kwa hiyo ile nchi alijichorea mipaka, sio Mungu alimchorea mipaka. Ibrahim ndiye alijichorea mipaka. Ile taifa la Israeli lilivyo saa hizi ni mipaka ambayo Ibrahim alijichorea mwenyewe kichwani. Anasema as far as you can see. Kwa Mungu alijiweka pembeni, anasema kwamba nimekuweka hapa kwa kiwango utakachoweza kuona, au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa.